Uongo, alikuwa ametuambia ataweka sisi pesa kwa mfuko, akarudi ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa? Hakutoa! Alitoa? Hakutoa! Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndiyo mutaongoza hiyo chama na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa tano, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapa Kajiado, na hiyo chama tutasimamisha kutoka rais, governor, senator, mbunge, women rep mpaka MCA. Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Na ndio maana raundi hii tunamwambia Wakenya, wameamua, si ndio? yeah. neguo yeah. nashikilia rikijii nakushikilia, yeah. Na, na maambi yeah. na... taonyeshwa njia ingine isipokuwa njia ya haki, njia ya kusimama na haki, njia ya kusimama na watu wa ukweli, njia ya kusimama na truthful man Mtu ambaye anasema ukweli. Uongo katika nchi yetu ya Kenya haitatupeleka mahali, kudanganya wananchi kwamba kuna barabara, kudanganya wananchi kwamba kuna hospitali ya SHA, kwamba kudanganya wananchi kwamba kuna mijengo, hakuna chochote, taxes mingi. Sisi hatutawezana na hiyo maneno, tunasema ya kwamba tutasimama na haki.